Wakazi wa kijiji cha Muhara, Gatundu Kusini, waliamka na tukio la kusikitisha baada ya familia moja kupata msalaba wa marehemu wao ukiwa umewekwa nje ya lango la nyumba ndani ya chungu. Kwa mujibu wa familia hiyo, msalaba huo ulikuwa umeondolewa kaburini usiku na watu wasiojulikana. Kilichozua hofu zaidi ni kwamba baadaye uliwekwa ndani ya chungu ikiwa imejaa sindano, nguo za mtoto mchanga, na vitu vingine vya ajabu. Mume wa marehemu anasema tukio hilo limewaumiza sana kihisia, akilitaja kama kitendo cha kudhalilisha wafu na familia yao. Majirani wanasema hawajawahi kushuhudia tukio kama hilo katika eneo hilo. Hali ambayo imezua hofu miongoni mwa wakazi e, muthuri wa mwene guko okira akora nyungu iyo na mutharabari ni etanire na niguo tugiukire ithuthe twerorera ndetweyo mutharabaini ucio uma na cindano inya. Sio hanetio na uthi ucio mutune gakuo ka mwana to na to nini to haruka kagio gakuo keho kabungagi ke ro haa gatagate wa maguru ge ku hanaga ta ritha kame kahihiri irwo gakande kwo gagacurio ha mu tharaba-ini ucio na riu na nyugwe yo yuma na te ri titari r ini ri a keri niona ngwitagwo toro bero umai u thi u korwoniningi kwawaka kwa kamau

ni hamunyitwo ngiweta wa muthuri u ngiwetagwo John Musigira no ngiwetagwo John Kanio na ni horo sio andu makihoya no githira riu riakere gucokerwo ni haha kisa hicho kimeripotiwa kwa polisi na uchunguzi unaendelea kubaini walio usika pamoja na nia yao Runinga ya Bob, Gatundu kusini.